Kwenye habari za michezo na tunaanza na ligi kuu soka Tanzania Bara, tuambiwa kwamba e, mzunguko wa pili wa Lala Salama ndio unaanza juma hili. Ligi kuu soka Tanzania Bara inatarajiwa kuendelea mwishoni mwa juma hili, huku timu mbalimbali zikitarajiwa kujitupa katika viwanja tofauti nchini klabu ya soka ya Yanga yenyewe imeendelea na mazoezi yake ya kujiandaa na mechi ya pili katika duru la Lala Salama katika mwendelezo wa michuano ya ligi kusoka Tanzania Bara ambapo wanatarajiwa kucheza dhidi ya African Lyon kwenye dimba la Uhuru ikiwa ni siku mbili tu baada ya kuhitimisha mgomo wa kudai salari. Kikosi hicho kinachononewa kocha wake George Luandamina, ambaye ni raia wa Zambia, kimefanya mazoezi yake katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam tayari kwa mtanange huo. Aidha, katika mwendelezo wa ligi hiyo ambayo itafanyika mwishoni mwa Desemba 23 na 24, michezo mbalimbali itapigwa katika viwanja tofauti, ambapo wana lamba o, Lamba Lamba Azam yenyewe wataminyana na Majimaji mjini Songea, toto African na Mbeya Siri, mwadui football, Mwadui FC dhidi ya Mbao FC, huku vinara wa ligi hiyo Simba wakicheza na JKT Ruvu.